Njia ya kuombea ndoa yako ijae amani na baraka siku zote. Karibu sana upokee mwanga wa kiroho, tafsiri za ndoto na maombi pamoja na profeti Galila. Ndoa ikijengwa tu kwa mapenzi ya kibinadamu huwa dhaifu, lakini ikijengwa kwa maombi huwa na amani, ulinzi na baraka za kudumu. Hizi ndizo njia za kuomba kwa akili na rohoni. Moja, ombea mioyo yenu kuwa na unyenyekevu na kusamehe. Unyenyekevu na msamaha huondoa mabishano ya kila siku, soma Wakolosai 3:13. 2 ombea roho ya umoja na mawasiliano. Umefungwa kuwa mwili mmoja, hivyo mnavyoongea ndiyo mnavyopona. soma Amos 3:3 tatu. ombea ulinzi dhidi ya watu wa nje na vinywa vibaya. Mara nyingi ndoa hufa si ndani, bali nje. omba Bwana awe kinga. soma Zaburi 91:11 nne. ombea usafi wa moyo na uaminifu. Uaminifu huacha mlango wa baraka wazi na mlango wa shetani umefungwa. soma Mithali 26 tano. Bariki kazi, mipato na mipango yenu. Baraka za ndoa hazikai bila mipato iliyobarikiwa. Soma Kumbukumbu 28:8. 6. Ombea ndoto na kusudi la Mungu juu ya ndoa yenu. Ndoa ni zaidi ya kuwa pamoja, ni agano la kusudi. Soma Yeremia 29:11. Maombi: Bwana Yesu, ninaweka ndoa yangu mikononi mwako. Tupe mioyo ya unyenyekevu, msamaha na uaminifu. Linda mipango yetu. Tamuka amani yako katika nyumba yetu na bariki kazi za mikono yetu. Tuongoze katika kusudi na heshima. Amen. Unahitaji tafsiri ya ndoto au maombi? WhatsApp namba kwenye bio. Jiungi pia na magrupu yetu ya tafsiri za ndoto na maombi kupata mafunzo haya kwa undani zaidi.